Mheshimiwa Rais, mahakama baada ya kutafakari kuhusu muundo wa sasa wa kamati za maadili za maafisa wa mahakama zinazoundwa chini ya sheria ya usimamizi wa mahakama, tunakusudia kufanya marekebisho ya muundo huo ili kuimarisha uhuru wa mahakama kwa kuhakikisha kuwa usimamizi wa nidhamu ya watumishi wake unafanyika ndani ya mfumo wa mahakama yenyewe bila kuingiliwa na vyombo vya utendaji vya serikali. Katika muktadha huo inakusudiwa kubadili muundo wa sasa ambapo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na maafisa tawala wa mikoa na wilaya wataondolewa kwenye kamati hizo. Kwa muda mrefu, mfumo huu umeleta mgongano wa kimasirahi, kwa kuwa wakuu wa mikoa na wilaya ni viongozi watendaji na wanasiasa, hali inayoweza kuathiri uhuru wa hakimu katika utoaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, hao ni tofauti na wewe uku walivyo. Sisi hata majaji tunaletewa, kama tumekosea tunaleta kwako, lakini we ukai, ukasikiliza pale. Unaonda jopo hawa huku, sijui kama wanafanya vitu gani. Hii imechelewa sana. <laughs> <laughs> Mapendekezo mapendekezo ya muundo mpya ni kwamba kamati hizi sasa zitaongozwa na viongozi wa mahakama yenyewe katika ngazi hizo. Muundo huu wa kamati za maadili ya watumishi wa mahakama, yani self regulation, utajenga ujasiri, uhuru na wajibikaji kwa mahakimu na majaji kutoa maamuzi kwa mjibu wa sheria na ushahidi bila hofu ya kuingiliwa na muhimili wa utendaji. Mahakama ya Tanzania tupo tayari, tayari, na tumeshirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hatua zake zaidi ipasavyo ili mswada ufikishwe bungeni mapema